lakini kivuli cha Mbowe mwiba Chadema. Kivuli cha Mbowe mwiba Chadema, ukimya wake unayoendelea. Chadema wazua mjadala, wimbi la viongozi wa kada kujiondoa la shika kasi. Heche aendeleza moto kanda ya Victoria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini bado kuna habari inayosema kwa heri mkombozi wa taifa. Kwa heri mkombozi wa taifa. Lakini Charles Hilali, sauti adimu ya dhahabu iliyozimika ahilli sauti ya dimu ya dhahabu iliyozimika. Askofu Mdolwa ataka uchaguzi ufanyike kwa amani. Hiyo ni habari ukurasa wa sita kwenye gazeti laku la Mwananchi, tena gazeti la Mwananchi. Tuangazie kwenye gazeti laku la, gazeti la Nipashe mwanga wa jamii linaanza na habari inaosema kifo cha mtangazaji nguli, simanzi tasnia ya habari na Ikulu. Lakini Gambo avunja ukimya, agomea agizo la Makonda. Gambo avunja ukimya, agomea agizo la Makonda lakini wabomoa makaburi na kuiba vyuma vinavyoshikilia vigae. Wabomoa makaburi na kuiba vyuma vinavyoshikilia vigae, habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini siku kumi mdude haonekani, onyo kali latolewa wanaopanga kudhuru polisi na familia zao. Chadema waja na donge nono kwa atakayesaidia kumpata, wapiga kambi ofisini kwa siku tano, ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Nipashe lakini Anglikana yataka wadau wasikilizwe, uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu. Ndio habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe. Huku alama za Msuya, binti yake aeleza alivyopumzisha wafanyakazi wa nyumbani kisha kuwaingiza na wanawe jikoni. Malesela ataja mambo matatu ambayo wa viongozi wanapaswa kujifunza, ukurasa wa pili wa gazeti lako la Nipashe wanaonuia kuzuia uchaguzi, hatua zatangazwa kwa wanaonuia kuzuia uchaguzi, ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini gachana na gazeti la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya, linaandika vijiji mia moja na tano kung'arishwa kwa umeme Mbea. Lakini mbunge abebwa kukagua ubovu wa miundombinu ya Ulanga, na ACT yaibuka na hoja kumi, ripoti ya CAG, baadhi ni ubadhirifu wa upotevu wa fedha za umma lakini ucheleweshaji na utekelezwaji utekelezwa kwa miradi ya maendeleo, hatari ya kasi ya kuongezeka kwa deni la taifa, hujuma na usimamizi mbovu wa mashirika ya umma uma. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya. Lakini kiiwaliza wengi e, habari pia kwenye gazeti lako la Mtazamo mamia wa mwaga mzee Msuya. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Taifa Leo linaandika Oburu aonya Ruto, e, Oburu aonya Ruto nasema kaka yake Raila amwambia rais asitarajie kuungwa 2027 iwapo hataletea nchi ustawi. Lakini UDA, chama cha Museveni wafunzana, UDA, chama cha Museveni wafunzana. GSU amuua mtoto e, mke na kujiua GSU amuwa mtoto, mke na kujiua. Lakini Owino uhuru mtetezi wa haki atishiwa, Owino uhuru mtetezi wa haki atishiwa, na gazeti lako la taifa leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika baba wa mwanga aagwa kwa heshima Karimjee. mwalimu jela miaka kujipatia milioni 70 kwa udanganyifu neambar, ukurasa wanne wa gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza lakini gazeti la kula Zanzibar leo linaandika Dr. Samia, Dr. mwinyi waongoza wa Tanzania kumwaga Msuya. Dr. mwinyi aifariji familia ya marehemu Charles Hilali, lakini Dr. Samia hemedi wadau wamlilia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo ukurasa wa mbele, lakini kwenye gazeti la uhuru linaandika mzee msuya agwa. maumivu ya mgongo tishio kwa wafanyakazi na madereva, lakini kifo cha Charles Hilali chawaliza rais Samia na Dr. mwinyi. Shahidi adai mama alimuua bintie kumzuia kutoa ushahidi. Ilo ni gazeti lako la uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uhuru bado linaandika Dr. Biteko, serikali imewacha wazi milango ya mazungumzo. E, serikali imeacha wazi milango ya mazungumzo. Tukiachana na gazeti la uhuru, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la uelekeo lenye linaandika habari inayosema Samia aongoza taifa kuaga mwili wa Msuya. Samia lakini habari nasema aguswa na kifo cha mwanahabari Charles Hilali, lakini Gambo asisitiza ataomba msamaha, e, Gambo asisitiza hataomba msamaha. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo, lakini gazeti lako Raia Mzalendo linaandika kifo cha ghafla cha msemaji wa ikulu Zanzibar cha washtua wanahabari. Gambo amrushia kombora zito Makonda s, lakini waziri Ndumbaro awawashia moto wanaotaka kuzuia uchaguzi mkuu asema hata ruhusu kuona katiba inavunjwa. watendaji zaidi ya mia sita Songea wapewa elimu ya sheria lakini ni matunda ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. lakini wanafunzi tusiime kufundishwa program za kompyuta, wanafunzi tusiime kufundishwa program za kompyuta. Rais Samia aongoza maelfu kumwaga Msuya yuni bari kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo, ukweli na uwazi kwa asubuhi ya leo. lakini gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge linaandika chuki uzandiki Ubinafsi vyaimaliza Chadema, watupiana maneno hadharani. Lakini Dkt Tulia azindua mradi wa usambazaji umeme vitongoji 105 mkoani Mbeya. Chazilali aaga dunia, Rais Samia amlilia. Lakini afariki dunia baada ya kuugua ghafra, na mauti alimpata akiwa njiani kupelekwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mluganzila. Dkt Ndumbaro awawashia moto wanaotaka kuzuia uchaguzi. NMB yanika historia ya ushin ushindani ya uh, tuzo sita kimataifa. NMB andika historia ya ushia shinda tuzo sita kimataifa. Lakini gazeti lako la Dira ya Tanzania inaandika Dr. Tulia azindua mradi wa kung'arisha vijiji 105 kwa umeme Mbeya. Balozi Nchimbi ya Tete na Osman Masudi Osman. Rais Samia awaongoza maelfu kumuaga Mzee Msuya. Yule gazeti lako la Dira ya Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini Majira, gazeti lako asubuhi ya leo linaandika kanisa Anglikana nchini la sisitiza uchaguzi Oktoba. Lakini kifo cha Charles Hilali kilichoumiza wengi kila kona, Rais Samia amlilia. Samia ongoza wa maombolezaji kuaga mwili wa hayati Msuya. Yoni habari hii inapatikana kwenye gazeti la kula majira ukurasa wa mbele. Na gazeti la hakuwa na papara. CCM yasema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 Hilo ni gazeti lako la Majira, ukurasa mm, wa michezo. Lakini Dira, Manula Yanga, kocha Orlando apigiwa chapuo Yanga. Hilo ni gazeti lako la Dira. Simba yamaliza vipuro kwa kuifunga KMC 2-1. Waziri Kabudi amhamisha meneja uwanja wa Mkapa. Mechi tatu za jasho na damu kwa maksime. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga, ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo linaandika mkongwe Yondani bado lulu kutimkia Namungo. Meneja uwanja wa taifa apanda cheo. Simba yatakata kwa KMC, yashinda goli gole mbili kwa moja. Na gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga mtegoni kanoni ligi kuu, mabululu aingia anga za Simba, yaikanda KMC ligi kuu NBC, lagabiteko asifutulia marathon lakini hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo ukurasa wa michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zesport linaandika Simba ya maliza viporo kibabe, Hamdi afunguka ya ubingwa Yanga, lakini paku yao kurejea ulingoni Julai 19, lakini Guardiola aingia hofu kufuzu Ulaya. Hiyo ni gazeti lako la Zesporti ukurasa wa michezo. Uhuru nandika Mkwala anawiri Simba. Hilo ni gazeti lako la Uhuru nasema Mkwala anawiri Simba uini Yanga ya Patoshi leo yuna habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Simba ipumulia Yanga. Sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti eh, lenyewe linaandika refu wa mbili bila apewa Simba. Mkwala Aizima KMC, waikaba Yanga lakini Shamau amenikumbusha yabaka dili la inonga la igawa Yanga University, gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo na gazeti la Mwanaspoti ndo natufungia usomaji ya magazeti kwa asubuhi ya leo, patanakele yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.